Wewe mwenyewe ungali unaishi, majaribu yatakuwa kiasi gani? Haleluya! Hata kubabaika wakati unapata majaribu, hata kufadhaika wakati unapata majaribu, sababu kuna majaribu yangine inakuya ili kuinue, kuna majaribu yangine inakuya ili kupandisha mivoo, kuna majaribu

angeikawaga pa. Haleluya. <coughs> <coughs> Tusome Yakobo ileile tu sura yake ya kwanza mstari wake wa 12. Soma pa, tunasoma katika jina la Yesu Kristo, heri mtu anayestahimili majaribu, kwa sababu akikwisha kushinda ata